ndo nikaachaga football nikaanza kibizana na mziki. Uh, wakati nilikuwa nacheza football nilikuwa nacheza ku set, kucheza ku set ndio, eh uh, ndio nilikuwa kana ndoto ya kufika mbali, lakini ilionekana kwamba haikunjoa, uh, kwa haikukua, uh, nani yangu haikukua, destiny destiny yangu ilikuwa ku music, uh, music na comedy. So sometimes sometimes nafa comedy. Napenda Real Madrid juu ni team nzuri, alafu ni team yenye hakuna hakuna ndani uh, rasisme wa, weusi wanacheza uh, wazungu wanacheza. Afu ni timu ambayo inajua, ni timu ambayo nilijua kwanza, bado ningali mdogo nikakomala na ijua na pia ni timu ambayo uh, iko kwanza na makupe mingi, donc ni timu ambayo haiwezi kakuumiza roho. Leo inaweza kapigwa, lakini iwe kesho itapiga. Sina uoga na Barcelona mwaka huu juu ni batoto na mtu akiitwa mtoto ni mtoto tu, e, anaweza kakuya, unaona iko serie baadaye, kaona kesho akaenda kaaribisha vitu. Mwenye umri kati ya wasanii ambao wanasapoti timu ya taifa kama kuna wasanii wawili watatu, kama siku wa kwanza, maana yake niko wa pili, na kama siku wa pili, maana yake niko watatu juu um, nilishakaimbia kwanza timu ya, ya taifa nyimbo, kisha ninaukaribu sana na wacheza mpira wote wa timu ya taifa. Nikisema nianze kutaja majina sahihi hapa, nitakachokuta wa mwanje nimewaacha wengine nikawataja, kisha wengine wakasirika, wengine wakafurahi na sio poa. Yani wote nawapenda wote na wote pia wananisupport kupitia kazi zangu hata ukiona uh, hapo zamani walikuwa wakisafiri, unaona wako wanaimba. Nani atakatala? Hakuna. Na ukiangalia machi ya machi ya juzijuzi juzi hapa nyuma nyumanyuma, wakati tulifunga, uliona wakina uh, Yusufu ni bazongiza, wengine wote walikuwa wanaimba hey, sisi hatutaweza kitu, wacha waone tunachoendelea bila wao. Sisi tuko tuko tu, tuko tu tuko tu Wapendaka ya jab timu ambayo nashabikia Burundi, nashabikia sana vitalo. Kuimba ilikuwa kama, ilikuwa inanizingua do, nikatokaga mkuimba, nikaanza fanya animasion

Lakini sava match ambayo nifurahisha sana mu Champions League, mie kama fane wa Real Madrid, match ni frish, match Inter de Milan na Barca, match retour Inter de Milan na la Barca. <laughs> Yes, so batanya manza tu ni ngoma yangu mupya ambayo nimeachia uh, nimeachia ni date ya, ya Lenef na iko ku YouTube uh, iko na sens yake ya kusema kwamba uh, kunyamanza ni kusema kunyamanza iko na iko na signification ya kusema kwamba uh, donc kama ni ba, bush bay, donc batafunga mdomo yao, sio watu wasifikirie kama batanyamaza nilimba juu ya football tu. Hapana, inaongelea maisha. Si bafane ya Real kazi yetu ni kufelicite timu yote ambayo inabeba bafane ya Barsa.